Kwa wakati kama huu basi hapa katika studio ni vile vile nikueleza mgeni, mgeni wetu ashapata kufika na basi nipate kumkaribisha kwa wakati kama huu. Karibu tena sana, asante sana. Tuanze <tulis> na kujua <tulis> <tulis> <tulis> e, wale ambao wakujui pale nyumbani tunazungumza na nani na yeye ni nani? Mimi naitwa Hamida Ehe. Ahmed. mm -hmm. Mimi ni mwana saikolojia mwalimu pia, hiyo ndio kazi yangu. Mwana saikolojia na mwalimu, ulikuwa unanieleza umekuwa mwalimu miaka kumi na tatu years. Ehe. Alafu nikaendelea pia kidogo hapo katika high school. Ehe. Ehe. kufunza oh, kwa hivyo ilikuwa ni katika shule ya primary. Msingi, ya hmm. Alafu kisha baadaye nikasomea saikolojia na nikarudi kufunza saikolojia kidogo Ehe. katika shule private za wale wanasoma wana psychologia. Ah, yeah. Okay mm. asante tena sana kwa kufika kwa sababu hili tatizo limekuwa kwa muda mm -hmm. tatizo la mother in law na daughter in law mm -hmm. tuanze na kuelewa ni kwa nini kunakuja kunakuwa na tatizo mara nyingi katika boma nyingi kati ya hawa watu wawili, kati ya mama mm -hmm. wa kijana mm -hmm. na mke wa huyu wa huyu bwana mm -hmm. mbona kunakuja kuna kuwa, si boma zote yeah, lakini yeah, si nyingi utapata kuna kuna hili tatizo ni kwa nini? A, kwa, nafikiri kuna sababu nyingi sana lakini kwanza kabisa unakuta hata kabla mwanamke aingie katika ndoa. Mm. Eh, mm. kuna zile nilio, hadithi ama stori za mother in law, actually wanawaita monster in law. Mm. Hata si mother in law, eh, eh, si mother in law, monster in law. Mm. eh, sababu tayari zile expectations unakuwa tayari unajua ule tunaenda kupigana. Kwa hivyo ukienda pale tayari umevaa glavu zako ready for war, tayari kwa vita. Kafanya kitu kidogo tu tayari uko Eh, ulikuwa ushajitayarisha. Uh, na mama pengine alikuwa kama mlikuwa tu mnapitana. Eh, eh, mkanyagane kidogo. Mkuruzane bega kidogo. Haya basi. Vita. Vita. Eh, lakini mm. pia unakuta pia mother in law pia expectations, kitu very important ni expectations. Mm. Wewe ukiingia katika ile ndoa mm. expectations zako zilikuwa nini? Unakuta mara nyingi mm. mke mm. hajafikiria mother in law place yake. Mm. Lakini mother in law pengine anafikiria, ah, nimepata mtu wa kuja kunyoshea vyombo. Ah, sijui mmempata mtu wa kuja kufanya kunisaidia kazi mbani. E, na wewe akili yako hata iko hapo unaona tayari pale kutakuwa na mvutano eh. Kwa hivyo mara nyingi ni ile kukosa kuele, kuelewa yaani yule mama ama mother in law kukosa mm -hmm. kuelewa daughter in law mm -hmm. na daughter in law kukosa mm -hmm. kuelewa mother in law na, mm -hmm. wao wili kukosa kuelewa huyu kwa maisha yangu atakuwa kama nani exactly. Na huyu kwa maisha yangu atakuwa kama nani mm. Aa, mara nyingi ni, kama vile nimepata kusikia pale chemtani wanasema ati ukitaka vizuri kaa mbali Ishi mbali na mother in law, lakini kuna wengi ambao ninajua wanaishi karibu mm, na mother in-law mm, na hawana tatizo. In fact wanaishi kwa amani tena sana. Hii inakuwa ni changio kwa kweli uh, kukua na ile kutoelewana kati ya mother in-law na daughter in law, kuchangia kukaa mbali eh, kukaa mbali ama kukaa kukaa karibu kukaa inaweza karibu. Eh, mm. kuathiri ile mm. relationship yenu, maanake wengine saa zingine wanasema vikombe vikiwa karibu lazima vigusane mm -hmm. na unajua pengine mkikosana ukikosana mm. na mother in law relationship mm -hmm. Because muna mukizoeana pia zaidi, inakuwa ile mmekosa ile ile heshima inaweza kuwa ipotee. mm -hmm. Eh. Uh, nimefurahi kwa sababu umesema ni vizuri huyu ajue mpaka wake unafika wapi na huyu mpaka wake unafika wapi. mm -hmm. Yule ambaye ana, ana, ana, anaweka ile mpaka kuuliza itakuwa ni, ni yule bwana wote wote, mke mm -hmm. mke atazungumza na na, na mme wake atasema. mm -hmm. utazungumza na kitu kinaitwa Premarital Counseling. Mm -hmm. Even, ay ni mambo ambayo mnazungumza, mnafundishwa, mm -hmm. Mnazungumza tutakuwa tunaishi vipi na in-laws, maanake in-laws kunasaidia mke na kuna saidia mume. Kwa hivyo mnafaa mzungumze tuta handle vipi in-laws wetu pande zote mbili, mm -hmm. alafu kisha kama ni mume atamweleza mi nimekuletea mke lakini sijakuletea pengine mtu wa kuosha vyombo, mm -hmm. wala hivi utamweleza mamako kile ambacho wewe mwenyewe unataka umemuua mm. Ule mke kwa sababu gani ndio mm. Mama, mama ako pia aweze kuelewa, si ati ati ule msichana amekuja ame kumwambia manake, kama mimi ni mke niende nimwambie mother in law mm. Ataona ni kama sasa simuheshimu ama mi mm. Naharibu mtoto wake mm. Lakini mtoto wake akienda amweleze mwenyewe mm. Kuanzia mwanzo mm. Sio ati mshakaka ndio mnaanza mm. Kuanzia pale mwanzo mweke hizo boundaries mm -hmm. Itakuwa watu wataelewana mm. Mm. Nimefurahia kwa sababu nazungumzia kuhusu boundaries. Nataka nataka nipate kujua kuna wale ambao ninawajua nimepata kusikia mm -hmm. Uh, ikisemo ya kwamba unapata yule mke mm -hmm. Anapokuja pale ameolewa mm -hmm. Anapokuja pale nyumbani ama katika ile familia ya, ya bwana yake anamchukulia mother in law kama rafiki. She is my friend. Sasa unapata mara kwa mara ana, wanakaa chini kama ma, marafiki. In fact kuna rafiki yangu nina, mm -hmm. ninapata kumjua mm -hmm. alikuwa ananiambia, aliambia mke wake mm -hmm. huyu ni mama yangu, si rafiki yako eh. Hii eh, relationship ati mnakuwa marafiki hii eh. ati mnashinda pamoja, mimi sifurahii eh. Na kuna siku ilikuja ikalipuka wakakosana ah. Na iko walikosana vibaya. Mbona bona, mbona kina dada wengi wanachukulia mother in law kama rafiki yao? Si wengi. Wa wengi wanaogopa we, we, we, we mm, lakini wale wachache ambao wanafanya ile closeness maybe anataka tu ku, win her heart okay, because tayari anampenda unajua, anajua, anajua mother in law akiwa side yake hata mm, mume eh, akifanya makosa anamwambia mami, mami eh, eh, eh anko amefanya hivi hivi hivi eh, eh mama mam, anamtetea anampigia simu, wewe nini unamfanyia unamfanyia fulani vipi eh, eh, sasa anajaribu kumwin uh -huh. But it, it, I don't think inatoka mahali pabaya uh -huh. But ile closeness too much uh -huh. Si nzuri. It's good to have a relationship, to have a friendship. Okay. Hata wanaweza enda shopping. It's, it's very important. Uh -huh. Marafiki. Wakwe marafiki, uh -huh. Ni lazima. Uh -huh. Lakini ile sasa ki, eh, to what extent? Eh, uh eh, -huh. Yeah. Ile isipite kiasi. Ile ikipita kiasi, Sasa inaleta mazoyano mazoyano mpaka uh, heshima inakuwa. Because lazima kuwe na heshima pale. Uh -huh. Lazima kuwe na heshima. Re ile respect. Eh, zile boundaries lazima ziwe. The minute una cross, because la, kama unasema walikosana mm. Lazima kuna mtu alikosa toka lane yake akaingia mwingine alafu akagongana hapo, collision wakati, wakati mother in law yeah, na huyu daughter in law mm. Wanaanza kukorofishana, mwanaume anafaa afanye nini huyu bwana? kwa sababu mm. huyu bwana anajipata katika hali ngumu mm -hmm. Hapo ni mahali mimi najua si pazuri na si mahali ya kufurahia. Mahali unapata huyu, wewe ni bwana ya huyu mm -hmm. lakini bado wewe ni mtoto wa huyu exactly. Kwa hiyo unajipata uko katikati yule bwana atafanya nini, na ataanguka upande gani? Kwa sababu napata mara nyingi, mm. akina bibi wanajua, lazima ataanguka upande wangu ehe, juni bwana ya? Lakin... lakini pia mama anajua ni mtoto wangu exactly. Kwa hivyo atanitetea. Sasa huyu bwana anafaa afanye nini wakati kunatokea tatizo kama hili? uh mara nyingi ni kweli, wanaume wanajikuta katika ile ngoma pale katikati, hawajui chanzo, hawajui mwisho. Anaambiwa na bibi hey, alifanya, alifanya, alifanya. akifika nyumbani mamake ndio yuko juu zaidi, nilifanywa kila mtu ni victim. Uh -huh, eh? uh -huh. Sasa lakini, unafaa uzungumze na mke wako kando, uzungumze uh -huh. na mamako kando, na ikiwa kitu kimekuwa kikubwa zaidi, unafaa wakalishe wote, uzungumze nao manake wote wa, wawili wanakuhitaji Mm-hmm. Kila mtu ako na relationship yake. Unajua kunakuwa na ile competition, that's another thing, inaletaga shida katika hiyo relationship ya in-laws. mm-hmm. kuna competition maanake wewe ukiwa na mamako. mm. Mamako alikuwa akikupigia simu wakati wote, utakimbia, utashika, utashika, asema pesa sijui nini, unatuma sasa zimeanza ku Chiko kumpiga chenga. Azikuji, azikuji eh, vile, azikuji vile, zilikuwa zinakuja kuja. Eh. Eh, ukipiga mpaka unasema angoja ni zungumza na mama watoto. Eh, Tuta, wajana, eh. Eh, ni consult. Eh. Eh, naikuwa hivyo before. Sasa mama anasikia kwani mtoto wangu ankaliwa uyu? Eh, ama nini chapati, ankaliwa chapati. Ankaliwa beli. <laughs> Nimesikia wanasema <laughs> makaliwa chapati mpaka mekaliwa ile beli. Amekaliwa beli zima. <laughs> <laughs> Eh, sasa unaona. Eh. Lakini i, i, ni important wewe mwenyewe lazima uweze kuzungumza na wote. Wewe ni mamangu, hakuna kitu ambacho kitaweza badilika, sitawaipata mama mwingine. That will never change, just reassuring her. Eh, ukiona nafanya kitu fulani, kwa sababu inahitajika katika familia yangu, because primary relationship yako sasa, the most important eh, family at that moment mm. ni ku build hii new family, famil mm. It's very important famili ambaye important kwa mwanaume ni saizo, hii saizo. Yeah, because we have to build yeah, it. Na bibi yake na boma mamako, pia wakati mmoja alikuwa msichana na, na, na akashikilia boma yake uh -huh. kafika mbali hiko ukiachilia uh -huh. yako uh -huh. ole wako, itakuwa tatizo ni upande wako. Wewe utapoteza maanake uta, uta, I ndo mean, yako ikisambaratika iki, iki, iki basi nani anaumia wewe na watoto ile balance ataipataje? Balance lazima zungumze na wao, uh -huh. kila mtu, uh -huh. na kila mtu ajue place yake, the same thing mambo ya boundaries. mm. Tafadhali mama, kama kweli unaona anamchokoza mke wako mm. wewe ni responsibility yako kwenda kwa mamako ako mm. mzungumzie kwa heshima mm -hmm. umwambie achana na, ee... na bibi yangu mam, <laughs> mam. Wachana <laughs> na bibi yangu. Ukimzungumzia hivyo atakasirika na ndio atachokozana zaidi. Lakini heshima, utamkuta kwa heshima na umweleze maanake mm. Yeye ako supposed kuwa ndio chia leader wenyu kuwa support mjenge mm. ile boma eh, mm -hmm. yenu kufurahia boma yako na mambo kama yale. Ndio ako supposed kuwa support system uh yenyu -huh. Umwoneshe kuwa unamhitaji mm. Akupatie support mm -hmm. Ukizungumza naye vizuri atakuelewa mm -hmm. Naye pia mke umweleze ule ni mamangu mm. Eh, lazima hakuna vile siwezi pata mama mwingine. Namwelewa, kuna shida ni makelele nini nini, lakini mamangu hatuwezi mbadilisha. Wewe tu mwavoid kama ni kwa mwavoid ama nini, lakini ukute umemsikiza, lakini pia umemweleza kidogo lakini umsikize, sio kwa simu na kila mtu nakuta anavuta kamba upande wake pale katikati. Wewe unajua hata mimi leo na decide leo meeting eh? <laughs> <laughs> very fast, bado tuko na mgeni wetu ambaye ni mwanasaikolojia ndamwita daktari. Alisema simuite daktari lakini nimemuita daktari, kareke anajulikana <laughs> kama Hamida Ahmed, yeah. Tunaendelea kufurahia kuwa na wewe katika kipindi. Swali ambalo nilikuwa ninataka kuuliza kabla tupate kuchukua pumziko, uh -huh. Nilikuwa nataka kuuliza mbona Aa, akina mama hawa ambao sasa ni mother in law, mm -hmm. Kuna wale tu wanataka tu wawe wabaya, mm -hmm. Wanacha hata kuitwa mother in law, anakuwa monster in law. Kuna yule tu ambaye wako eh. Anataka tu kufrustrate, kuf eh, kusumbua yule msichana ambaye amepata kuolewa pale mm -hmm. Ni kwa nini wanakuwa vile? Kuna wale ambao wako vile mm -hmm. Ni kwa nini? Eh, kuna wa kweli wale ambao kabisa mm hata -hmm. Afanyiwe nini aridhiki, ana kisababu tu mm -hmm. Akimaliza eh, anabaa anacha kila kitu mm. Eh, kuna wale wanasumbua mm. Unakuta ni kama ana compete na, na na unakuta mwingine akona wivu na ule dota in law wake, maana yake anaona ni competition eh, ni competition tena, si kompet, competition serious mm. Akiona <laughs> umekuja umevaa sijui vipi, ana yeye pia anataka sijui nini, anataka ukifanywa kitu na yeye anataka maana yake haja haja, haja let go oh. Ni kama ile kukata ile yumbili kokode hajakata hmm anaona bado akona hajakupatia ile ruhusa ya kuwa mtu mzima. Maanake kama mzazi, unafaa umbariki mtoto wako, umwache aende akajaribu, akifaulu aki, aki, aki, aki sawa, akianguka pia uko pale kumpokea, umpatie support kama mamake. Hiyo mama, ndio kazi yangu kama mama, sio ku, ku, ku, kushikilia. Eh, kushikilia na unajua hiyo kushikilia mm -hmm. haumsaidii mtoto wako, unamwaribia una, una una mm -hmm. boma yake mm -hmm. Manake, the, mitu, unakosana na mke wake, pia mke wake pengine anaenda anakosana na huyo kijana wako. Mm. Sasa inakuwa pale wewe, basi wewe unakuwa ni kama adui wa ile mm, familia wa ile boma mm. mm. unafaa kuwa mstari wa mbele kuwa support. Mm. hata ukiona umefanya makosa vile ambavyo una, una, una approach, sio kama makelele ama mm. kama kuwa intimidate ama kuwa dharau vile una approach, ukiona hata ana shida kama unaweza zungumza na mtoto wako kando, polepole tu mm. na kwa heshima, maanake mm. ile ni famili ingine, lazima waheshimu. Lakini the minute unaanza ati kuvurutana, ujue mtoto wako zaidi ya yote ndo anaumia yule. Akienda through divorce the pain hata wewe mwenyewe utasikia, hata utaifeel. Wale watoto wajukuu wako mm. nafaa kuwa na good relationship nao. Lakini the minute tunachokoza, mama yao anawachukua ataki atawaje kwako. hmm. Eh, sasa inakuwa ni yeye, mvutano ukinifanya hivi na mimi nikufanya hivi. Kwa hivyo mara nyingi unapata yule mama ambaye sasa ni mother in law hmm. mama ya yule bwana mara hmm. nyingi pale ambapo ana anakuwa ni mama tu, anataka kusumbua. Mara nyingi hajawachilia mtoto wake, hajawachilia mtoto wake kwanza, hajamwachilia, anaona bado ni mtoto e wake alafu pili, mm -hmm. hajamwachilia mm -hmm. awe mme wa mtu mwingine, bado anataka ile upendo ya mtoto wake iwe ni yake kabisa. Na hiyo ina, inafaa wazazi tukumbuke kuwa mtoto akishakuwa jukumu langu kama mzazi, maanake mimi niko na kijana kona miaka karibu kumi sasa mm -hmm. itafika mahali jukumu langu nimepatiwa na Mwenyezi Mungu, ile mtoto nimlee, nimfundishe values, na nini za dunia kisha I set him free. Makosa atafanya lakini jukumu langu ni kumchukua akiwa chini ni msaidie kumlift up. Ndio, because lazima hata mimi mwenyewe kuna wakati ilifika nikawachiliwa nikaenda zangu hivyo mm. Hivyo na mimi pia nimpe ruhusa awe mtu mzima mm. lakini nakuta, ndio nakuta sasa kuna shida kubwa sana wala wanaitwa nilio eh, mami's boys mtoto wake miaka 40 lakini anaishi pale, pale pale kwa mamake ana mke, ana, hata kama na mke, ana pale, analishwa na mamake anavishwa na mamake mke wake anavishwa na mamake inakuwa ni shida, inakuwa mm. ni tatizo kubwa sana, maanake yule mama hataki ku let go mm-hmm. wewe mfukuze hata mm. kama ataenda kuwe nini nini, aombe afanye nini afanye mjengo mm. umemsaidia, umemsaidia katika maisha yake, ume Ka kabisa. Maanake leo Mwenyezi Mungu akikuchukua, utakuwa umemfanyia ume nini m utakuwa umemwaribia maisha mm. lakini the minute tuna amekuwa mtu mzima, unamsapoti. Ameoa, ako na mke mm. Wanakosana, wanafanya nini. Saa ingine unamwambia enda mkat, mkatatue, endeni mm. mkamalizane mm -hmm. mimi niko hapa mm -hmm. endeni mkajaribu, mjaribu njaribu badala ya kuingilia kila saa kila saa na ume, ume, ume, ume, umefanya vizuri pale kugusia, uh, mama kujaribu kutatua, kwa sababu unapata pia pale katika boma nyingi mm. wakati yule ambaye sasa ni kijana mm -hmm. na yule msichana ambaye wameoana katika mm -hmm. ile boma mm -hmm. mara mara tu akiko sana mm -hmm. kwa wazazi mm -hmm. mam hiyo haifai kabisa, kujeni hapa, kuna shida. Sasa nyinyi ndio mnaongeza eh? kuni kujeni ndani ya juu ya moto na mafuta hataa kabisa kuni na juu mafutata, mnanyunyizia kibiriti kabisa. <laughs> Eh? Maanake katika ndoa lazima watu watakorofishana, hamkuzaliwa. Hata kama mkiwa twins mnakorofishana. mm. hata mm. na mamako mzazi mnakorofishana. Any relationship kuna wakati mzuri na kuna wakati mbaya. mm -hmm. So ikiwa wakati mbaya unafika, lazima mkimbie mkaita watu wa nje kila wakati, hapo tayari kuna tatizo Maanake shida zenyu mnafahamu, mnafahamu protect ile boma. mm -hmm. ikiwa hata jirani as, asijue mna shida gani? mm -hmm. Eh, mambo ya ku, the minute mnaanza kuambia watu mambo yenyu ndio kila mtu anaanza ku take sides. Kuna side ya bibi, kuna side ya bwana, kuna inakuwa sasa janga kubwa sana. Badala ya munge resolve nyinyi wenyewe mtapata mm -hmm. shida ingine. tena mtakuwa mnaita watu kila saa mm -hmm. mkipigana mm -hmm. Hiyo na mtachokesha watu pia sasa. mm. wanaanza kuwachekelea mm -hmm. badala ya kuwasaidia. Kwa na unajua, the minute mmekosana umeenda nje kuzungumza mm. na mtu nje mm -hmm. hata kama ni in-law naye atasikia hii story, nayo nafaa niambie mtu mm. amwambie mtu mmoja na mwingine aambie mwingine, within a short time mambo yenyu yameanikwa kule nje. Lakini kama mngenyamaza because shida lazima mjue, shida itapatikana katika ndoa, tutatatua vipi? Mimi nikiwa nimekasirika sitaki kuzungumza, pengine unasema sawa, mm. tuzungumze kesho ama tuzungumze next week, tutatue sisi wenyewe. Ni kweli eh, nipate kujua, umepata kusema vizuri, umepata kusema mother in law a, aweze kuachilia yule mtoto wake ambaye mm -hmm. sasa ndiye bwana pale mm -hmm. katika ile boma mm -hmm. ajenge kwake eh -eh. yule bibi ambaye amekuja mm -hmm. yule ambaye sasa ni daughter in law, na yeye jukumu lake ili kuhakikisha kati yake yeye na mother in law kuna amani ni nini anafaa kufanya? Heshima kwanza. Ukumbuke yule mama ndio amekuzalia mume mm -hmm. wake mm. Lazima, lazima, lazima hata kama anakaa vipi, maanake kuna pia daughter in law wengine wanakuja na attitude, anaona ankaa mchafu, anuka, sijui ankaaje. Sasa unakuta hata anamdharau yule mother mm -hmm. in law, amesahau ni mama hata kama anakaa vipi, ni mama, hata kama ni mbaya, ni mama, ni mama yako. Ukiona ni mbaya, wewe jitenge kando, lakini ile heshima bado uweke, iweke, maanake ni nyanyake watoto wako, uh -huh. He, ni mamake mume wako, uh -huh. so lazima heshima kwanza. uh -huh. Vile watu nasikia wakisema kama ni distance, pia una keep distance. Pia inafaa wewe uwe mwerevu, mwelewe ni nini anapenda, ni nini hapendi, so that una avoid Ku, kuenda kwa leni yake yeah, vile tunasema yeah. Unajifunza yeah. una, una, una anapenda nini, apendi nini, hivyo tu yeah, umwelewe mm -hmm. na pia wakiwa na shida na mtoto wake usiingilie. mm -hmm. Waacha wa resolve waalimzaa, wame, wamekuwa na shida miaka mia hiyo yote hawaja kuita kuwasaidia. mm -hmm. Usianze kuingilia. mm -hmm. Sasa mm -hmm. na pia ule mume umpe respect ya relationship yake na na, na mama yake mm-hmm. Because wamekuwa na relationship tangu akiwa kwenye tumbo. Sasa huwezi ingilia katikati, atujaribu kuwatenganisha hiyo ah, ah, ni makosa. Na kuna wale wanajaribu anajaribu kutenganisha eh, bwana na, na, mama ni mbaya wa, anawaweka kando ni mbaya kabisa mbaya ni mbaya ni mbaya mm. Sivyo, hata kama mama ni mbaya lakini mwache na ubaya wake, lakini huyu uh, ni mtoto wake, wacha wakae naye vile wanakaa wanaelewana, bora mradi wewe he... unapatia yule mama heshima, heshima yake. Unajua shida inakuwa mm. Waume wengine sasa, akienda kwa mama hmm. anarudi amekuwa mkali, manake yule mamake naye anamchochea na maneno, hmm. na maneno na maneno hmm. na maneno nao, mjinga, hmm. na ukiwa mjinga na nawee ni mba, baba mzee hmm. mtu mzima unasikiza hmm. mamako vile anakuambia, unakuja unaharibu boma yako, hasara kwako. Unakuta jukumu lake ili kuhakikisha kwamba bibi yake na mama wako na amani wako na amani, mm -hmm. na kuna amani katika hiyo familia mm -hmm. Jukumu la huyu mume ni, ni lipi? Nafikiri kuhakikisha kumweleza mama matarajio yako katika relationship yake na mke wako mm -hmm. na kuongea na mke wako what you expect from the from her relationship with, her, with your mom. okay. Kama unajua kuna weakness ya mama yako, pengine ma, mke wako anafanya anaweza ku cross line, unazungumza naye mm -hmm. Same with your mother mm -hmm. unazungumza naye na unamweleza kuna hichi kitu fulani fulani unafanya mm -hmm. na huwa akimfurahishi akitufurahishi mm -hmm. tafadhali mm -hmm. uache mm -hmm. Sasa uko na jukumu pale la kuhakikisha kila mtu amekeep lane yake, na kama traffic eh mm, kama traffic police kuhakikisha <laughs> kila gari <laughs> kila mtu ame yeah. Imeka katika lane eh, yake yaani eh, eh. kwa na, kwa heshima kila, kila pande okay, eh, lakini sio kuegemea tu upande moja, moja, ni ukweli eh. Maoni yako ya mwisho kwa sababu mm -hmm. ninaambiwa kwamba wakati wetu ni kama unafika mwisho mm -hmm. Maoni yako ya mwisho kwa wale ambao wanatazama na labda wanapitia hili jambo mm -hmm. iwe ni yule daughter in-law ambaye ameolewa katika ile boma ama ni yule mama mamako katika ile boma mm -hmm. kwa sababu najua kuna wale akina mama ni wabaya tu wanataka kusumbua mm -hmm. na pia kuna wale madaughters ambao wale daughter in -law ambao wameolewa mm -hmm. pale pia wao wanataka tu kusumbua mm -hmm. wanataka kuharibu mm -hmm maoni yako ya mwisho kwa wale wanatazama na wanajipata katika hali kama hii, utawaambia aje? Pengine nitawaeleza hmm. Ile relationship ya mother in law daughter in law inaweza mm -hmm. kuwa ngumu, lakini haimaanishi kuwa haiwezekani wale wakawa marafiki, anakuelewana mm -hmm. mm -hmm. inafaa mtu uingie pale ukiwa open minded, na pia mother in law akuwe open minded, sio kuanza kujaji la nini. Wewe uachie wale watoto wa, wa, wa, wa, wa kuze familia yao wapatie, keep your distance. mm. Wapatie ile nafasi sasa, mother in law, mother in law arudishe that... mguu moja nyuma, rudisha miguu kama tatu nne nyuma, hata si moja, ah, si moja. <laughs> Wapatie nafasi, wacha wafanye makosa wa wakikuitaji watakuitadiodolw e, ju ule amekuzalia mume wako mm. Umpe ile heshima yake e, na kama ukiona kama we mume we, uko na jukumu kubwa sana. Ukiona kabisa waelewani mm. uwatenganishe mm. kila mtu aweze kuishi kivi yake mbali na amani. wakikutana mara moja moja ina, inasaidia, lakini wakiwa kila saa wanagongana vichwa mm. na we uko pale mm -hmm. Haufai ku take sides, unafaa ku- kuwa ndio unpatanishi wao wow asante sana kwa kukuja Najua kuna wale wanatazama kwa kweli umepata kuwasaidia mm -hmm. siku ya leo mm -hmm. na basi tutakuita tena ah, tuweze sure. kuzungumzia hili jambo kwa wakati mwingine ili tuendelee kuwasaidia wapendwa wa kipindi cha live. Asante. Lakini asante sana kwa kukuja. Asante. Haya, kama ngoja pole mwelekezi dakika tu moja wakitaka kukupata mm -hmm. wale ambao ninajua labda wako na swali zaidi, mm -hmm. wanaweza wakataka kuku, mm -hmm. kukupata, mm -hmm. uweze kuwasaidia katika familia mm -hmm. zao. Watakupata aje? mimi niko Buruburu, mm -hmm. lakini namba ya simu pengine ndo nikipeana. E, nisaidie e, kwenye Facebook na namba ya simu e. Kuna Facebook page inaitwa a diamond in the rough, a diamond in in the rough, eh, maanake kila mtu ni diamond. Ndiyo. kila mtu ni almasi uh -huh. shida tu zinapitia, nasema nikasema a diamond kwa hivyo ni page ko kwenye Facebook. Facebook page. A diamond yeah. in the rough yeah. wakienda pale watane. watakupata pale yeah. wanaweza wakakuandikia utazungumza exactly. na wao. nambari yeah. ya simu 0718 233 759 uh -huh. yeah. yeah. wakikutaka watakupata paapata pale, pale. Shukrani kwako. Asante sana. Asante sana. Haya basi.